kane ene mwenye turalagia nawe haha amotabi ni wago kena FM robotop mashirito ko maciana mugwanja macietuko maciana mugwanja na mamu aone admitiro thibitari

but in return ni gukorwo ukijikira mutumia agekire tondu ni endete nyina mona ndagendie kuona nyina wao agikua ni kana akia guthondekwo ni tondu wa kwagambia na nirio muire tu wetikirire na nirio makumania na mundurume uria na nirio acokire akinengerwo mbeca na agithia akirihira mamu wao thibitari